Makamanda tunawasihi kwamba wafanye kazi hii kwa kuzingatia sheria, weledi na uadilifu ili kuhakikisha kwamba zoezi hili haliathiri utekelezaji wa kila siku wa bandari. Operesheni hii itaanza leo, utainiendelevu na itakuwa ikijirudia kwa sababu uh, utekelezaji ni wa kila siku. Kwa hiyo kamanda na maaskari na maofisa wengine watajipanga kwamba zoezi hili ni endelevu, na tutakuwa tunakidhi mahitaji kwa kuangalia kwamba kila siku magari yanaingia na kutoka bandarini yako. Waelewe kwamba zoezi hili lina lengo la kuongeza ufanisi, kwamba kuwe na mtiririko mzuri wa magari ili kuzuia msongamano. Na hii ni muhimu kwa kuweka mazingira bora ya kufanya biashara, magari yaweze kuingia na kutoka bandarini ni zoezi ambalo linataka ushiriki wa wadau wote ili kuleta mafanikio, wenye malori aa, na makampuni yote wanaohusika na, na usafirishaji. Mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, kama mnavyojua kwamba bandari ya Dar es Salaam kwa sasa, kutokana na uwekezaji uliofanyika katika bandari hii, shehena imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Baada ya kuongezeka kwa shehena kwa kiasi kikubwa, tumetambua kwamba kuna changamoto ambazo zinakabili bandari hii ambazo zinasababisha mzigo kuto uh, toka kwa spidi ambayo tulikuwa tunaitarajia. Na miongoni mwa changamoto hizo ni ubovu wa malori ambayo yanahudumiwa yanaingia katika bandari hii ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na hilo, kuanzia leo tarehe kumi na sita Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania imeweka mpango wa kufanya ukaguzi malori yote yanayoingia katika bandari hii ya Dar es Salaam, na lengo kuu ni kupunguza changamoto ya msongamano ambaye inasababishwa na ubovu wa maroli. Maroli haya mara nyingi yamekuwa yakiharibika katika maeneo ya kiperehen na kusababisha fallen katika maeneo hayo, lakini vilevile vile, marori haya yamekuwa mara nyingine yakigonga miundombinu ya bandari ambaye yamesababisha hasara kubwa. Kwa kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia kwamba marori mabovu yakigonga eneo la skana ambaye inasababisha changamoto katika utendaji kazi wa skana hizo, lakini vilevile gharama kwa mamlaka ya usimamizi wa bandari wa Tanzania katika kulipea skana hizo. Zoezi hili tunafanya kwa ushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vipo katika bandari hii ya Dar es Salaam, wakiwamo polisi na vyombo vingine ambavyo tunashirikiana katika uh, bandari hii ya Dar es Salaam. Wito wangu kwa wananchi uh, na wamiliki wa, wa, wa, wa, wa malori wa waweke malori yao katika hali ambayo kiusalama, wayatengeneze ili yanapoingia bandarini yasilete changamoto katika utendaji wa bandari.